Mje vipenzi vyangu, kumekucha na makucha yake, taimu ya umbea. Umbea ni afya e, niko hapa Madam Mswahili because of nyinyi, nimekuja kuapa burudani, nimekuja kuapa umbea. Siku nyingine tena, siku mpya kumepambazuka, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama. Nimeamka tu nikasema hata najimwagia maji, nikimaliza kujimwagia maji maji nikipata mm-hmm, kifungua kinywa nakuja kuwarekodia umbea aki, hatujaonana siku mbili hizi. Haya, kama wewe ni mgeni wa channel hii, hakikisha una subscribe una share una like una comment, usahau kugusa alama ya kengele, ili ninapoposti video yoyote, wewe iwe wa kwanza kukufikia, roho yangu, kipenzi changu basi. Bwana madam wenu mmemuona bibi eh, Nifa bwana ametoka zake magereza. Eh, magereza. Yes, yes, yes magereza, ametoka zake magereza Ameachiwa huru, sio yeye tu, na kuna baadhi ya wafungwa wengine wameachiwa huru. Mambo buriburi, mambo lelelele, mambo mule mure hiji, mnanielewa ndugu zangu, mambo lerelere ninavyokuambia. Eh, bibi huyo naambiwa kafanya kuachiwa, mama Samia kafanya kumsamehe, kapata msamaha wa mama. Sijui mnanielewa vizuri, amepata msamaha wa nani? Wa mama Jamani mbaya. Nyie mama huyu masema mama mbaya mm, mni nyamazi msije mkanichamba. Basi bwana, bibi ule bwana ameachiwa. Baada ya kuachiwa hmm? kama mnavojua waandishi wa habari viherehere, wambea, wanapenda umbea kama ka madamu hapa, mswahili wakaanza pale pale wakaanza tena, waandishi wa habari maswali na kuambia maswali, bandika bandua, e? haya Nifa, tuambie wakaanza tena haya, huko ilikuwaje, vilikwendaje, vikawa vipi mm, gereza ulipokuwa mambo yalikuwaje, mambo yalikuwa wa vipi, sijui nanielewa. Basi bwana bas, akaanza kuwadadavulia, akaanza kuwaambia jamani, mimi mwenzenu, akaanza kuwaambia jamani, mimi mwenzenu, huko mm, nilipokuwa sina hata na kusema sina hata moja la kujielezea zaidi. Namshukuru tu Mama Samia, namshukuru na serikali yake, nashukuru everything, yaani namshukuru kwa kila kitu ye na serikali yake. Nashukuru Mama kutoa msamaha kuniachia mimi eh, nikawa huru, nikatoka, nikaendelea na nini na maisha yangu, mnanielewa vizuri. Basi dada, watu katoa shukurani pale, kibinadamu kibinadamu. Kama mnapojua binadamu, mtu akikutendea kitu kizuri ni lazima ufanyeje? Umshukuru kibinadamu. Basi alivyotoa shukurani zake kibinadamu, waja tena wapenda maneno, waja tena wenye midomo, waja wanaojua kuhukumu watu na kujaji watu, waja. Mna nini nyinyi? Basi waja, anakuambia, wakaanza kumsaka madada wa watu hmm? wakaanza kumsaka madada wa watu, nakwambia wanamwambia, wewe hai <laughs> <Hey>, mihao <laughs> wakaanza kumwambia, wewe hmm? una tabia mbaya eh, umbona hizo salamu wachina wamenichanganya <laughs> wakipita wanakuaga, waungwana sana, wanapenda sana kusalimia Watanzania, hasa akikuta kama hivi unarekodi, lazima asalimie ndo wapite. Yaani lazima awapehai Watanzania au awapehai au kama unaongea video call, lazima ampehai mtu unaongea naye video call, ndo wapite. Basi wakaanza kumsaka wa watu, wanamwambia wewe, hiyo shukulani mbona umeitoa kinyonge, mbona umeitoa kinyonge, wakati dada ya watu kaje wakati dada watu ukajielezea maneno mengi katoa shukrani, kisha akawaambia, jamani, uhuru ni mzuri sana, yani make sure kwamba amfanyi mambo ya ovyo, amfanyi mambo ya ajabu, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama mtu kuwa huru. Koo, tujitahidini jamani, uhuru ni mzuri. Lakini tena waje wapenda mineno, wapenda wenye midomo, wapenda maneno, wakaanza kumwambia, mbona kwanza shukrani kwa mama umetoa kinyonge. Haya, mnataka atui shukrani gani ndugu zangu? Ni nyie vichwa panzi eh? Shukurani gani ambayo mnatakiwa hatoe, mnataka atoe shukrani? Akamchukua mama ule mama mbebe mgongoni? Kashampa mama shukrani, kampa pongezi zake kwa mama alichomfanyia. Ndo maana ame, ame nini, ndo maana nifa ametoka kwa ajili ya huruma kwa ajili ya msamaha wa mama, huruma ya mama. Sasa nyinyi mlitaka shukurani gani ampe, ndugu zanguni? Akamchukua mama mbebe mgongoni eh, au aende bila, akaseme haya mama sijui kitu gani kimekwenda kimerudi eh, fanye kibao kata na ni jana Kigoma na tarumbeta hapo kwako Ikulu kwa, kwa shukrani ya kuniachia huru, sio kweli? Semeni vyengine jamani, mvipunguze nyinyi haya kinyonge kinyonge hiyo vipi? <laughs> Mlitaka mpe shukrani ya vipi kama ile mnaiona ya kinyonge? <laughs> Mbocheni kuchonganisha watu, embo cheni kuhisi watu vibaya, mbona mna mwisi nifaa watu vibaya. Wengine wakasema yaani, umekiona huko gerezani umetaabika. Um, kwelikweli ya aliwaambia nani kama kataabika kule gerezani? Gerezani watu wanataabika, watu wangekuwa nakufa kila siku, tunatolewa misiba nje huko, wangekuwa na kufa kila siku. Watu wanateswa gerezani, tunatolewa misiba, tunazika ndugu zetu, lakini mbona watu hawafi? Msinichambe mkasema natetea serikali ya mama. Aka sina chama mimi, sio mwanasiasa, sitetei mtu yoyote, naongelea ubinadamu ambao mama kaufanya, kamtoa nani, kawatoa ndugu zetu wengine waliofungwa, kamtoa na nani na nifa. Basi bwana, kama mnavyojua mimi bendera ufata upepo, pepo unapoenda unapovuma na mimi ndo nipo. Basi akatoa shukrani zake dada, akatoa shukrani zake dada, watu naambiwa mwenyewe e, akajiongelesha mama ake kafurahi, familia yake imefurahi, wenye wanakumbatiana anakumbatiana. E, jamani ndugu zangu, uhuru ni mzuri, mwachage vilopolopo, mnalotoka ndo maana mpaka kama hivyo, mna nanii mambo yanakuwa mengi, mna meona eh. Kwa hiyo uhuru ni mzuri, mwache vilopolopo, mwache kuongea, mwachege kuingilia mambo ambayo hayawahusu eh? Jumla nielewa, haya tunarudi tena kwa dada dada. Yule hakuteswa, watu wanamwambia mbona umekuwa mweusi ghafla. Kwani aliwahi kuwa mweupe lini? Yule aliwahi kujichubua kawa mweupe, mpaka watu mnamwambia katoka oh, gerezani kawa mweusi. Embo, acheni maneno, acheni midomo midomo, acheni mambo yasiokuwa na maana. Eti umekuwa mweusi umefifia. Lini aliwahi kuwa mweupe dada? Eti mbona po hiyo shukurani kwa mama, unaitwa kinyonge. Mlitaka chukue Kigoma mlitaka achukua Kigoma, atokee nacho, aende anashangilia hadi Ikulu kwa mama, akamwambia mama asante kwaku, sijui ufanyeje fanyeje. Yeah, ndugu zangu, mmezidi. Msemeni mtu mwingine mpunguzieni jamani. Mtu mwenye kashukuru katoa shukurani yake imetosha. Mnamwambia shukrani kaitoa kinyonge. Haya, kinyonge iko vipi? Nyinyi mlitaka itoa vipi hiyo shukurani? Eh, ndugu zangu, mnaongea Oh, oteli umekuwa mweusi umevubaa umekuwa nakwambia kaya nini? Jamani, aliwaikuwa mweupe lini? udada make si tunamjua yuko hivi hivi eh? hivi hivi mweusi, kaka nikia mganga lini, aliwaikuwa mweupe mkasema, labda alikuwaga mweupe ku kaenda gerezani kateswa. Oh, sijui nakwambia sura imekuwaje, sijui umetoka mpaka na vipele jamani. Oh, yani jamani, nipa akasema biazari iende misaada misaada iende kweli? Ye mwenyewe mnamuona alivyokuwa jamani, y ye kasema iende misaada kuwa kwake yeye, na kusema kupeleka misaada kunahusiana nini? Kuna vitu vili tofauti eh. Wewe Tanzania ndugu za ngombe zidi. Pole kaitoa kinyonge, kinyonge wapi? Yo pole mlitaka atoe pole ya vipi? Mlitaka atoe pole ya yani ile, ile eka, eka nginja nginja kia kia vigoma matarumbeta hadi Ikulu kwa mama, pa mama, nimekuja kutoa eti pole, sijui mpaka nasema pole, nimekuja kutoa shukurani. Mlitaka afanye hivyo? Mmezidi, ndo mmeona eh. Kwa hiyo uhuru ni mzuri, mwache vilopolopo, mwache kuongea, mwachege kuingilia mambo ambayo hayawahusu eh? sijui mnanielewa. Haya, tunarudi tena kwa dada. Dada yule hakuteswa. Watu wanamwambia mbona umekuwa mweusi ghafla. Kwani aliwahi kuwa mweupe lini? Yule aliwahi kujichubua akawa mweupe, mpaka watu mnamwambia katoka gerezani kawa mweusi? Embo, acheni maneno, acheni midomo, midomo, acheni mambo yasiokuwa na maana. Eti yo umekuwa mweusi, umefifia. Lini aliwahi kuwa mweupe dada? Eti yo, mbona po hiyo shukrani kwa mama, unaitwa kinyonge? Mlitaka chukue kigoma mlitaka kachukua Kigoma atokee nacho? Ndiye anashangilia hadi Ikulu kwa mama, akamwambia mama, asante kwaku, sijui fanyeje fanyeje. Yeah, ndugu zangu, mmezidi msemeni. mtu mwingine mpunguzieni jamani, mtu mwenyewe kashukuru, katoa shukurani yake, imetosha. Mnamwambia shukrani kaitoa kinyonge. Haya, kinyonge iko vipi? Nyi mlitaka itoa vipi shukurani? Eh, ndugu zangu, a mnaongea Oh, tayari umekuwa mweusi umevubaa umekuwa nakwambia, kaya nini jamani, aliwai kuwa mweupe lini? Udada make si tunamjua yuko hivi hivi eh? hivi hivi mweusi, kaka nikia mganga lini, aliwai kuwa mweupe mkasema, labda alikuwaga mweupe kukaenda gerezani kateswa. oh, sijui nakwambia, sura imekuwaje sijui umetoka mpaka na vipele jamani Oh, yani jamani, Nifa kasema gezani iende misaada misaada iende kweli, mwenyewe mnamwona alivyokuwa jamani, ye kasema iende misaada kwa kwake yeye, na kusema kupeleka misaada kunahusiana nini? Kuna vitu viwili tofauti eh. Wewe Tanzania, ndugu za gombe zidi, pole kaitoa kinyonge kinyonge, wapi wa yo, pole mlitaka atoe pole ya vipi? Mlitaka atoe pole ya yani, ile ile kaeka nginja nginja, kia kia vigoma matarumbeta hadi Ikulu kwa mama, pa mama, nimekuja kutoa eti pole, sijui mpaka, nasema pole, nimekuja kutoa shukrani. Mlitaka fanye hivyo? Mmezidi.